Mamona mdogo wangu Juma, yeye yeah, alio na furaha. Yeah. Hey. Hey. Uh, Mamona alipoamka asubuhi Mwana hey. Mama, eh, hey, kanipe 2000 ya kwenda shule. Unaweza kuamini uh hapo? -huh. Kanipe 2000. Eh, hey. Wale mwenda pale shule nikatolea chakula nini ngine nikabakisha ngaji ya kunywa juisi. Na mimi kanigeia 500. <gulia> <gulia> Kwani mama alikuwa na hela. Ndio basi ndoka hiyo mwezi tukaingizie Mungu. We! Naenda kununua vitu. Naenda kununua bis biskuti ya chocolate.